Lakini serikali ya Ruto imeshindwa. Wangapi wamesindwa? Imeshindwa wangapi wasema? Imeshindwa. Kwa hivyo na tulikuja tu mjue kwamba bado naona sasa, tukifanya maandamano, tumeanzia Kangemi, tukaona vile watu wana title deed wanapokonywa hata ardhi yao, na hata jeshi ndio inatumika kwenda kutengeneza kuweka mabikon. Kwa hivyo tunasema safari hii Wakenya, tukae pamoja, tukiitisha maandamano, sioni kama watabaki tena. Wangapi wasema? Tukitisha maandamano, wote wataenda nyumbani hawa. Kumbukeni mwaka moja, vijana jensii waliuawa na mapolisi, na hakuna hata mmoja amewahi hata kulipa ridhaa. Mambo haya yote tunaangalieni na tuko macho, hatutalala. Kwa hivyo, Mungu alinde soko lenyu litakaa ni lazima kuwe sawa sawa na mpangilio sawasawa, sio watu kutekelezwa kuteswa kama ni nyani, na wao ni watu wako na haki yao ya kikatiba. Kwa hivyo, ingawaji wana mambo ya sijui shaa shii shaa, mambo ya hospitali, hiyo si ni upuzi mtupu. Wangapi wanasema shaa ni upuzi mtupu wa watu kukula pora. Asanteni sana, Mungu alinde Sema msitolee mahali wapi? Msitolee mahali wapi? Na tunaendelea na hiyo kesi, wapende wasipende, hamutaamishwa katika hii soko. Ametuzoea, ametuzoea, ametuzoea kasongo